Hizi ni baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo wakuu wa vyuo na maswali lukuki pindi mwanafunzi anapohitaji huduma za afya angali amejiunga na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, NHIF. Wakienda kupata huduma hawapati zile huduma wanazohitaji kwa wakati, lakini pia zinakuwa na mapungufu. Kwa mfano, anaweza akapata huduma uh, ya kupewa vipimo alafu mwisho wa siku akaambiwa kwamba dawa Ee, anazozihitajika kwa ajili ya, ya, ya, ya tiba ile ambayo anataka kuipata basi hazipatikani kwa kituo kile alichoenda anatakiwa aende akanunue pharmacy e, au mana sasa maswali yale yamekuwa yakileta changamoto na vijana wanafika sehemu wanakuwa kama hawa wanakata tamaa kwa kwamba mfuko au na napas pengine leo kwa mfano mwanafunzi ameugua shule imefungwa dirisha limeshamfungia , lakini ukiangalia bima ya mwanafunzi ni niati haijaisha, lakini system imeshamfungia. Sasa unajiuliza alipewa bima ya nini? Ukienda nchi nyingine, sisi tulikosoma na kuelewa, bima yako inaisha ile siku ile siku uliolipia ndio tarehe hiyo hiyo bima yako ina expire. Sisi tunaweka mifumo, lakini mifumo yenyewe ni ya kuiga hiyo hiyo sisi kwa sisi. Kikao hiki kilichoratibiwa na Mfuko wa Taifa ya Bima ya Afya NHIF Mkoa wa Mwanza kinaokutanisha wakuu hao wa vyuo vikuu na vya kati, lengo ni kueleza namna walivyotatua baadhi ya changamoto kama hizo na kuendelea na zoezi la uhamasishaji kutokana na maboresho walioyafanya kimifumo changamoto nyingine ni mifumo ambayo wakati mwingine imekuwa ikiturudisha nyuma, lakini kwa sasa tumeweza kuimarisha na kuhakikisha kwamba ni kabla wanafunzi hawajaanza masomo, tunatesti mifumo yetu kuhakikisha kwamba wanapoanza kujiunga basi waweze kwenda vizuri. Katika mwendelezo huo huo wa kutafuta ufanisi, ofisi ya mkoa imeandaa kikao cha pamoja kati ya wakuu wa vyuo na mfuko ili tupate nafasi ya kujadiliana, kushauriana, kuweka changamoto mezani kuzitafutia majibu kwa lengo kubwa la kuboresha na kutafuta ufanisi katika usimamizi wa fawili kwa pande zote. Katika makubaliano haya, kila mwanafunzi anachangia kiasi cha shilingi elfu hamsini na mia nne kwa mwaka, kwa kipindi cha mwaka mmoja na kwa kuzingatia dirisha la usajili kwa kipindi husika, na kila mwaka wa fedha au mwaka wa masomo, basi anachangia kiasi hicho hicho ambacho nimekitaji. Maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Mwanza ni kuona umuhimu wa bima ya afya kwa kundi la wanafunzi, na mfuko ukikumbusha wajibu wake kwa wadau wake, kwa sababu wakati mwingine hawa wako tayari kutekeleza yale ambayo yanaagizwa, lakini utakutana na vikwazo vingi vingi kutoka kwenye mamlaka ya kiutekelezaji. Kwa hivyo ni lazima muondoe hizo dosari. Mfuko, hakikisha unakuwa karibu na wadau yani vyuo, na kutoa huduma kwa wakati, hasa kwa wale wanaotumia kadi za NIDA. Wakuu hawa wanaona mwanga baada ya kikao hiki na tija ya kuwa na bima ya taifa ya afya inabainishwa hapa. Tuna wajibu sasa kwenda kuwashauri wanafunzi, lakini pia kupitia bima ya afya a za kipindi cha nyuma zimeondolewa eh. E, kimsingi mkutano huu umekuwa ni chachu, ni chachu kwa sababu e, mwanzo huko tumekuwa mm, hatuwezi kupata ushirikishwaji wa pamoja na mwisho wa siku hizi, yes, changamoto zinakuwa haziko share, lakini kwa sasa naamini katika mkutano huu tunaweza tuka tuka share eh, mambo mengi na tukakubaliana kwa mkuekiana mkakati kwamba ni mambo gani ambayo tunaweza tuka apply ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaboresha eh, namna ya kuwahamasisha vijana kuweza kujiunga na mfuko. Lakini ni kikao kinachofanyika kila mwaka na wadau hawa, lengo ni kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya kupitia mfuko huo.